Hebu eh, jioneeni tu jioneeni tu. Mzazi atabaki kuwa mzazi and hakuna mzazi mzuri anaweza furahia mtoto wake akichapwa kama mnyama hivyo, hakuna. And the fun thing is that the is I think it's your funny. Kitu cha kushangaza ni kwamba huyu jamaa anafanyiwa majukumu yote kama mwanaume bsilodhat anatandika bibi hivi mtoto mheshimiwa. Jamani, hata nimeshangaa actually eo kitu. Yaani, mtu anaishi Kileleshwa analipiwa nyumba na baba mkwe, watoto wanasomeshwa na baba mkwe, shopping. Sasa huyu ni mwanaume ama mwanamke, hmm? na isitoshe, shima hana hana hata heshima yani, kwa haya yote anayofanyiwa, malipo ni kuchapa bibi, hiyo ndio malipo, hmm? ni aibu gani hii? Aibu gani hii jamani! Na kama mtoto wa mheshimiwa anatandikwa hivyo, na sisi, hmm? na sisi, na mimi na wewe hapo mwenye unaangalia hii, hmm? Kitu inafaa kusimamishwa kabisa. Hii kitu ya kutandikanga mabibi huku za mtoto wa mtu, lakini uko na authority ya kumtandika itaisha. This round watajua, ajui Wat... na huyu msichana si eti ni mara ya kwanza, you remember, four years back alimtandika hata Mike Sonko mwenye anasema amezoea kumtandika, but this round ama alimfika mwisho Amevumilia lakini habadiliki, amefika mwisho. Huyo baundha alifanya kitu cha mahana, wange zima tu kamera atandikwe tu propa mpeka disiplini ile ajabu. Na tena bibi anasema tuwachani bwana yangu mapenzi jamani, atiwachaneni na bwana yangu na tayari cha kutandika mapenzi iliyo nenda, waulize wenzako jamani. We, but anapa discipline that man should serve an example for others hmm? Eh, anatoa piga sa anatoa mtu, unafanyiwa kila kitu sasa. Ye naona, unaona yo wana mwanaume mwanamu, yeye ndio mwanamke, yeye ndio mwanamke, yeye ndio mwanamke. Watu wengine wananga sandi kwa hii dunia hawana asante, hata wafanyie yepi, hawana asante. Kama huyu huyu, ni aibu gani hmm? Ahibu gani jamani, watu wako very lucky. watu walibahatika ndio huh? Maana wanasemaga mpira unaangukanga penye e, mchezaji hayuko kama huyu huyu, kama huyu huyu. Hmm. Anyway, guys, nawashukuru sana, nawapenda, naomba mzidi kunisapoti na muoche klip zangu zote, asanteni. Hey, leo leo nimekuwa na siku mrefu sana, na kuna kitu nimeona si ya kunyamazia. Kuna kitu nimeona pale Nairobi Women's Hospital, si kitu ya kunyamazia. Hii mambo ya gender violence, gender violence, madem kupigwa mabibi kupigwa, our mothers, our sisters our daughters kupigwa, we must talk about it. Ukiwa na mtu kama mimi, napigiwa mtoto na nimekuwa nikipigiwa mtoto nikivumilia, nikinyamaza, but mali imefikia, I have to talk about it. Kwanza nimeanza na Nairobi Women's Hospital ile kwa pale Hurlingham. Mimi sikuwa najua hii kitu, na ni kitu ambaye itasaidia Wakenya wengi sana especially in Nairobi kwa vijiji kama. Watoto wa matajiri wanapigwa, what about watoto wa maskini kule chini? So tukaenda huko, mimi nimeona vitu sijaona. Sijui kama kwanza nilidhani ni sababu mimi ni maybe kiongozi ama former governor, but what I saw there I have to talk about it. Yani ukipigwa na bwana yako, ukipigwa na boyfriend yako, we ni mwanamke, we ni sister, we ni dem, we ni mother, aunty ukipigwa, ukuwa sexually assaulted upigwe physically makofi uumie hii Nairobi Women Hospital, they have a un unit inaitwa itua uh, Gender Violence Recovery Center. This unit consultation is free bora umepigwa na mwanaume, consultation is free. Uh, maskan ni free, mri ni free, x-ray ni free, anything is free bora tu ni mwanamke amedhulumiwa amepigwa amepigwa kila kitu ni free so let me go to the story ambayo watu wengi wanaona kama ni aibu ama you should not talk about your family or you should not talk about your children or your daughter no they are wrong kama kiongozi i have to talk a to talk to kenyans both men and women nimekosewa leo na si mara ya kwanza ama ya pili ama ya tatu ama ya nne kama mara kumi lakini nimekuwa nikinyamaza nikivumilia kwa sababu nilikuwa nawachukulia watu kama watoto wangu vijana ukikosana na msichana usimpige jivurisha kuongea na yeye reach out to the parents and I'm sure there are so many so many countless families suffering

My daughter called mother in the morning, akamwambia mama, my husband ameingia asubuhi, kumuuliza toto atakula breakfast nini, akaslapiwa ameslapiwa, hapa akawekwa dent kwa mdomo, akapigwa huku imefura. So kama mzazi sasa, wacha kama Sonko sasa wacha kama governor, na former, wacha kama leader, wacha kama politician. No, the same law ile inaguidi watu wa chini. You supposed to get anybody leader. Nani mimi wewe? You should not allow kwanza mama yako kwa apigwe, dada yako apigwe, mtoto wako apigwe. It is wrong, it is painful, it is very bitter. Leo nimekuwa na uchungu ile ambayo any mzazi anaweza kuwa nayo na nimeivumilia sana but let me talk about it because sitavumilia tena. Maze, the guy slapped my daughter two slaps. Bakini jamani, ba baunza hivi akachapa mtoto wangu makofi mbili, nikaenda mama, bibi yangu call me, akaniambia what transpired, so I decided to drive all the way to Kitengela. ako wapi

Shule anakulipia watoto wako, chakula anakufanyia, rent anakulipia.

Nimekuambia hivyo. Umempiga sana. Hizi mali zote ni zako. Hizi mali zote ni zako. Tunajua biashara zako ziko chini. Eh, nimekulipia. Watoto nakusomeshea. Shopping nawafanyia. Kila kitu nakufanyia. Ni nini unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto nini? Unanipigia mtoto nini wewe? What do you want?

Kwa 10 times. No. Musi, kwa economy eh, kulingana economy vile iko, famili mingi ziko chini but that doesn't mean kama deal zako ziendi through ukue violent kwa nyumba. Unaenda masherehe, unarudi asubuhi, ukiulizwa kitu polepole, na sisemi There's too so many girls ladies women suffering Eh? unaulizwa polepole unapiga mtoto ya wenyewe That one should not happen. That one should not happen. so mimi nilienda I met the guy nikajicontrol nilikuwa na uchungu kamwambia mbona umepiga mtoto wangu Definitely alianza ku regret. Eh, truly speaking was not violent on me.

ukiwa na my daughter with your huge body, akiwa peke yake unampiga. So that situation i put it, sisi tukiwa wengi tukiwa kupiga tukiwa sote, ama one of my bouncers ako na body mara mbili ya yako, ningemwambia peke yake adili na wewe ungekuwa situation gani? But as a parent nilicontrol, so i was very bitter, nilicontrol na this how watu ukufa wasichana wetu kufa watoto wetu ukufa. Mtu akona mwili kama anaweza kupiga kifua au mize roo, au mize hat anaweza kupiga kuumize kichwa. Anaweza kupiga au anguke ukufe, so vitu zingine si za kujok nazo that's why nimekuja kwa public, sija kuja kuexpose my daughter, kuexpose my family, but as a leader I have to talk about it, this nonsense of Kupiga wamama wanawake must stop. Whether ni mtoto wa maskini, whether ni mtoto wa tajiri, usipige mtoto wenyewe, just talk to her nicely. Yeah, and whenever I go to, uh, weddings, ceremonies, I talk about these things because I'm experienced. I mean, nikiwa mdogo. Hapa unaona mimi with my wife, we have stayed for over 28 years. Nasema hatuko na issues But tukikosana when my wife is high I try to control myself narudi chini. When I'm high, she controls herself anarudi chini. Nimeenda huko kama vile mnaona hapo, I've taken my daughter, na watoto nimekuja nao hapa nyumbani, niko nao. Ukijisikia umefanya makosa, utakuja nyumbani na wazazi yako. Funga, mtu asiingie kubeba vitu hapo. Hiyo gari utaleta Monday kupiga rangi, iko na shida gani? Steady, utakuja kwa ofisi Monday ufanye hivi. gari iko, nimekulungia uh, nyumba na Ufena, gari, ni ni kulipia rent yeah. Uh, lakini si mara ya like, kwanza sio wewe. Utakuja, utakuja nyumbani, sawa. Ukisikia umekosa kuja na wazazi wako nyumbani Wacha ule jamaa afikirie kama akona aja na bibi yake atakuja na tutaongea. Wako na bahati, Mungu amenibariki wako uh, nako watoto na msomeshea shopping na wafanyia. Sijisifu, ni mbaya na ni uchungu kupigiwa mtoto mbaya sana. Mtoto umezaa umesomesha umelea. Next time, next time, sita wa iende Kenya wasikie popote pale wako. Yeah, because the gender based violence victims who are suffering today, kwa vijiji mtu amevunjwa mbavu ajui mali ya kwenda ana pesa, no. Nairobi Women Hospital wako na that department, na nairejelea inaitwa Gender Violence Recovery Center. Nimekuwa shocked, na si ati sina uwezo wa kupeleka my daughter Nairobi hospital ama Aga Khan ama kumbuka kwa ndege South Africa ama ama any other hospital in India ama London, no, but nilipoona vile iko kaenda kusema pale police station imepigiwa mtoto nikaambiwa hapana, siku hizi enda tu Nairobi women atatibiwa, tunafuata hizo ripoti za huko. So, you never know, mtoto amepigwa mango, makofi, uwezi jua amepata injury gani. So I decided personally as a parent kwenda na my daughter paka huko. Kufika hapo, hata nikarani kadi nikalipa, kufika kwa daktari kusema ni kesi gani? Ati gender-based violence, mtoto amepigwa. Kwambia yes, wapi? Akaangalia, amefura mdomo, amefura uku x-ray maybe internal injuries. Internal injuries are very bad, my friends. Ninyi marafiki zangu wa mama na vijana. Internal injury ni mbaya sana, sana. Inaua. Unaweza unaweza unaweza internal bleeding, una dislocation mahali, eh? Ni ni mbaya sana. Hata clots bila kujua. Unaona? Hii ni kitu ya leo, 16th mwezi wa 11 2025. Unaona hiyo tarehe, kuna internal injury, eh? na hii kitu nimesema si ati ya songo peke yake. This is free even for those who cannot afford. Those who cannot afford. Ni kitu ya bure, bure, kwa hivyo yeah. Ukiumizwa na chali yako bwana yako nani wako, enda hapo Nairobi Women, any branch of Nairobi Women Hospital. Hey, free everything. Yeah. Scan ya kichwa wapi bwana umepigwa hata yeah. Ukirepiwa yeah. Imefurahishwa na hizo services za hapo. So na anohipigwa, eh, you contact me nitawasaidia, but this has to stop.